Ujambo, na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Miji ya China inajitahidi kuleta maendeleo yenye mwelekeo mzuri kwa njia kamili, na ujuzi wa kidijitali unaochochea maisha ya kila siku, na kuleta uchangamfu wa mijini katika sekta mbalimbali mbali. Katika manispaa ya Chongqing ya kusini magharibi ya China, madereva wengi zaidi wamejionea barabara zikitumia zana za teknolojia za kisasa wakati mtandao wa internet kwa ajili ya magari wa mji huo ukikamilika. Madereva wanaweza kupokea ripoti kwa wakati kuhusu hali ya barabara na hata kabla, ili waweze kuchagua njia bora ya kuepuka msongamano mkubwa wa magari. Wakazi wengi wa mji huo wanadhani magari, barabara na watu wanaunganishwa kwa pamoja na pia ni salama zaidi kwa madereva. Taarifa zote zitaonyeshwa kwenye kioo cha kutazama nyuma ambacho taarifa zake zinaweza kubadilishwa kwa kila sekunde. Ili kufikia usahihi huo, mji wa Chongqing umeweka vitambuzi zaidi mia tano na rada za aina mbalimbali mbali. Vifaa hivi kando ya barabara vinaendelea kukusanya taarifa na kurudisha kwenye chumba cha udhibiti teknolojia hizi pia zinatumika kwenye mahandaki ya barabarani yanayotumika katika mji mzima. Teknolojia za kisasa pia zimetumiwa katika reli mjini humo. Mlango usioweza kushika moto umewekwa kila baada ya mita mia mbili. Abiria watazungukwa na kila aina ya vifaa vyenye teknolojia ya juu. Kila baada ya kuingia, waya wa kutambua hali joto umefunika nyaya zote. Kama kuna sehemu yoyote ya nyaya inapopata joto, nyuzi zitaigundua mara moja na kuripoti kwenye mfumo wetu. Aidha, zaidi ya vitambuzi elfu kumi vimewekwa chini ya ardhi ili kuangalia ubora wa hewa joto mahali walipowafanyia kazi na kugundua hatari ya moto. Wahandisi wanaweza kudhibiti vifaa kwa mbali ili kukamilisha kazi ya ukarabati na matengenezo. Kazi zote zilizokuwa zikifanywa kwa mikono sasa zinaweza kukamilika kwa mbali. Mfumo wa kisasa unaweza kugundua operesheni